Mambo vipi? Siku ya Jumapili nyasa za dimba la Prince Moulay Abdallah mjini Rabat zitawaka moto. Ni katika finali ya AFCON ishirini na tano kati ya miamba wawili wa soka Senegal dhidi ya Morocco. Timu zote mbili zinachuana kulitoa kwa mara ya pili kombe la kandanda barani Afrika. Finali hiyo itakuwa ya kukata na shoka kwa sababu, Senegal na Morocco zote zimeonyesha zinao ubavu wa kutawazwa mabingwa tangu mwanzoni mwa michuano hiyo. Kwa sasa, Senegal na Morocco ni timu pekee za Afrika zilizokileleni maorodha ya timu bora duniani inayotolewa na shirikisho Shirikisho la kandanda ulimwenguni, yaani FIFA. Na hata kwa upande wa historia, Senegal ya Sadio Mane na Morocco ya Achraf Hakimi zimejengea jina kwenye kandanda la Afrika. Na hivi sasa, kila shabiki wa soka, kichwani mwake anajiuliza: nani atamtambia mwenzake? Hebu tuanze na Simba wa Teranga, Senegal. Taifa hilo la Afrika magharibi si geni kwenye kandanda ulimwenguni. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, Senegal ilifanikiwa kucheza robo fainali ya Kombe la Dunia. Na kwenye michuano hii ya AFCON, inalenga kunyakua kombe hili kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Kwenye misuano ya mwaka huu Senegal ilionyesha uwezo sio tu wa kujilinda, bali pia wa kushambulia na kupachika mabao wavuni, wameruhusu magoli mawili pekee na wao pia wakifunga magoli kumi na mbili kwa ujumla. Waliwakalisha wapinzani wao tangu hatua ya makundi, wakawachapa Sudan tatu moja, Mali wakachapwa moja sifuri na Misri pia wakachapwa moja sifuri. Pamoja na yote hayo, Senegal wanajivunia mmoja wa wachezaji mahiri kabisa wa soka wa kimataifa Sadio Mane. Kwa upande wa Simba wa Atlas Morocco, fainali ya Jumapili hii ni ya kufa na kupona. Vijana hao wa kocha Walid Regragui wana shauku kubwa ya kuhakikisha kwamba mara hii kombe linabakia nyumbani baada ya miaka 50. Walishinda kombe la mataifa barani Afrika mara moja pekee mwaka 1976 na fainali yao ya mwisho walicheza mwaka 2004. Tangu wakati huo, wenyeji hao wa mashindano ya Afrika mwaka huu wameshuhudia mabadiliko makubwa na mafanikio. Morocco ilikuwa timu ya kwanza ya Afrika kucheza nusu fainali ya kombe la dunia mwaka 2022. Simba hawa wa safu za milima ya Atlas walionyesha ubavu tangu hatua ya makundi, wakiondoka na alama saba, waliobamiza Tanzania moja sifuri, Kameroni mbili sifuri, na kuwanyima Nigeria tiketi ya fainali kupitia mikwajo ya penati ndoni Tiki... Wanaye kijana machachari kabisa Achraf Hakimi, aliyetangazwa mchezaji bora wa Afrika mwaka uliopita, akifuata nyayo za hasimu wake Sadio Mane wa Senegal. Karata yako unaitupa wapi? Simba Atlas ama Simba wa Teranga. Nasubiri maoni yako.